Hmm. Atasema kitu gani naam? Mtazamaji, mbali na hayo ni kwamba visa vya dhuluma za kingono miongoni mwa jamaa vimeripotiwa kuongezeka katika kaunti ya Kilifi, ambako wasiwasi kuhusu haki kwa waathiriwa imegubikwa na giza la tamaduni. Naam, kesi hizi sasa zikiibua changamoto ya mikakati zaidi ya kuwashughulikia waathiriwa wa vitendo hivi, licha ya wengi kukosa haki. Hata hivyo, kwa familia moja mjini Malindi, safari ya haki kwa kesi iliyohusu msichana aliyebakwa na babake ilishuhudia ndiwa haki licha ya vikwazo vya tamaduni. Na Brenda Wanga na taarifa hii. Mji wa Malindi, kaunti ya Kilifi, ni mji wa kitalii unaoonekana na wengi kuwa sehemu murwa ya kutulia, ila usilojua ni kuwa kuna wasiwasi unaojitokeza. Visa vya mahusiano ya kindugu vimezidi hapa, mara nyingi wanaoripoti wakilazimika kukaa kimya kutokana na tamaduni. Hata hivyo, kwa mjomba mmoja, gharama ya kimya hicho na ubakaji wa mwana wa mpwaye ilikuwa ya juu she was about 12 years so she explained to me or she told me that is the time she started so i asked her when did you know about this she told me i knew about this because um, when this thing happened and I, I, I challenged my husband my daughter told me everything na kanambia kwamba, Mama, hii kitu ilianza kitambo sana. Kesi hii ilisemekana kumalizwa kinyumbani, walileta mganga, wakaleta wazee na wakatoboa uh, kondoo ambao kwa kienyeji hiyo ni kama ku appease the spirits culturally. Mkifanya kitendo kama hiyo, kama kuna watu ambao wana uhusiano na wamefanya kitendo kama hicho kuna uhitaji wa kutoboa huyo mnyama so that you don't get, uh, um, affected. Shinikizo la John lilimweka kwenye njia panda na jamaa yake, japo mwisho yalikuwa na manufaa. Babake mwathiriwa alikamatwa, kushtakiwa na sasa yuko jela ofisi kuhusu masuala ya watoto Kilifi ikizungumzia kuwa kesi hii si ya pekee bali ni nyingi zinazoripotiwa ambapo jamaa huwadhulumu kimapenzi jamaa zao, kaunti ikiandikisha kesi 36 za ngono zinazohusisha jamaa zikiripotiwa kati ya Januari na Septemba mwaka huu.

Uh, from 14 and below. Japo mikakati inaendelea kupunguza kesi hizi, wasiwasi unaibuka kuhusiana na kuendelea kufadhili safari za kutafuta haki na kuwashikilia waathiriwa haswa kutokana na kupungua kwa ufadhili. Brenda Wanga, Runinga.